Tumefanya kazi kubwa. Sasa huu ni msimu wa pili wa kuangalia utekelezaji wa Sivui Buti Mpaka Kieleweke. Nimewaita leo hapa tena, ili muweze kunisaidia ku utaarifu umma kwamba, katika ukaguzi na kuangalia yale yote ambayo tulikuwa tunakabiliana nayo katika kipindi cha kwanza cha kampeni hii, kuanzia tarehe nne ya mwezi wa Disemba, ambayo ni kesho <clears throat> tunaanza tena upya kwa kifupi, tunakwenda kuanzia tulipoishia, tunaanza tena upya kufanya kazi ile kubwa ambayo wananchi wa mkoa wa Manyara wametutuma na wanataka kuiona. Na kampeni hii kwa sasa hivi tunadhani tutakuwa tunakwenda mwishoni sasa, lakini tumeipa tena jina lingine, tunaita tunavua buti ama hatuvui tukutane site. maana yake ni kwamba kaulimbiu hii inatupa sisi watumishi uwajibikaji inatupa sisi watumishi kuhakikisha kwamba tumefanya kile ambacho wananchi wametamani kukiona. Sasa ukiwa kama mtumishi, unapoenda kufanya kazi huko uh, kwa wananchi na kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wanatarajia kutoka kwako, ni lazima uwe umetengeneza mkakati. Kwa hiyo moja kati ya mikakati ambayo sisi tumetengeneza ni kuhakikisha kwamba tunasimama imara ili kuweza kutatua changamoto hizo. Tunakwenda kukagua miradi katika sekta mbalimbali: elimu afya, maji, ujenzi, kilimo, miundombinu na hata mifugo, lakini pia tunakwenda kusikiliza kero za wananchi, kutatua kero hizo. Lakini pamoja na hilo, nitakwenda kutoa maelekezo maalum ya watendaji juu ya shughuli gani ziendelee kufanyika katika maeneo na haswa taasisi husika. Kwa hiyo kwenye ziara hii tutakuwa pia tuna taasisi zote, viongozi wa taasisi zote za umma viongozi wa taasisi zote za binafsi ambazo zinashughulika na maswala ya wananchi ndani ya mkoa wa Manyara tutaambatana kwenye ziara hiyo kubwa ya kimkakati. Ndugu waandishi wa habari, ziara hii itahusu kata zote mia moja arobaini na mbili za mkoa na safari hii nataka niende kata kwa kata. Kwa hiyo hakuna mradi ambao utakaonipita kwa sababu tutafika, tutakagua miradi ya kata husika na tutafanya mikutano ya hadhara kwenye kata husika bila kujali idadi ya watu tutakaowakuta. Tukiwakuta watano manake ndio kwenye kata hiyo, tutaongea na hao watano kwenye kata hiyo, tutawasikiliza hao watano ambao kwetu ni muhimu sana. Tutahakikisha kwamba tumetengeneza tume, tume na kutatua changamoto za hao watano kwenye kata husika. Sasa huko ninakokwenda, watendaji wa serikali na taasisi kwenye ngazi ya mkoa Kutane saiti. Awamu ya kwanza tathmini yangu sio mbaya. Ni matarajio wakati naanza awamu ya kwanza ya Sivui Buti Mpaka Kieleweke kwamba tutakutana na hali ngumu sana saiti, lakini tulizunguka pamoja na baadhi yenu hapa, tuliona miradi ikiwa inakwenda vizuri. Ni maeneo machache sana ambayo tulikuta pana changamoto za, za miradi kutokamilika kutokana na utathmini mbaya wa fedha Mkandarasi au wahandisi wameweka tathmini kubwa, tathmini ndogo, lakini kwenye utekelezaji mradi umehitaji fedha nyingi. Hali hiyo imesababisha baadhi ya miradi michache kuto kukamilika kwa sababu fedha ilikuwa chache, lakini serikali ya mkoa baada ya kugundua, na hiyo haswa ndio ilikuwa lengo kubwa la ziara, baada ya kugundua kwamba kuna baadhi ya miradi ambayo ilikuwa imesimama kutokana na fedha, basi tukuja tukafanya utaratibu hapa wa kuandikia kuomba fedha ili miradi iweze kukamilika na irudi kwa wananchi. Lakini pia awamu ile ya kwanza tulikutana na maboma mengi, changamoto nyingi za maboma ambayo wananchi wenyewe wameanzisha ujenzi kulingana na uhitaji waliokuwa wanauona. Lakini sambamba na hilo tulikuta shule nyingi na eh, huduma za afya nyingi ambazo pia zimeenda kwenye maeneo hayo hayo husika ambayo tayari palikuwa pana maboma ambayo yalianzishwa bila kuwa na utaratibu. Kwa hiyo tuichogundua ni kwamba pana changamoto ya kimawasiliano kimawasiliano kati ya wananchi labda na sekta labda na mkoa kwa hiyo hilo pia tulifanyia kazi sasa tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba kabla ujenzi haujaanza wananchi hawajaanzisha boma lazima wapate mpango wa serikali kwamba kwenye eneo lile ambalo wao wanasema kwamba wanauhitaji je yes, serikali ina mpango wa kupeleka huduma hiyo kama kuna mpango wa kupeleka huduma hiyo basi wao hawana haja ya kuanzisha boma, wasubiri huduma iweze kwenda, ili ujenzi ujengo ukiwa huko mzima na salama.